Habari za muda huu ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka nikuonyeshe magemu bora kabisa ya mpira wa miguu ambayo unaweza ukacheza kupitia simu yako. Narudia tena, haya ndo magemu bora. Hebu tuenda pamoja tuweze kuyadownload magemu hayo. Moja kwa moja utaenda Google Chrome, kisha search hapo. na kukumbusha tu, hii ndio njia sahihi ya kudownload magemu original. Game letu namba moja ni hilo hapo. Andika kama jinsi mimi nilivyoandika, kisha search hapa, kisha utakliki sehemu hii Kisha utakliki hapa au utagusa hapo. Ukishagusa hapo, utaweza kudownload game hili na utaanza kulicheza kwenye simu yako. Hii ni njia ya kwanza, endelee kunisikiliza. Njia ya pili, ulivyokliki sehemu hiyo, utakliki sehemu hii, ukitaka, itakupeleka moja kwa moja Play Store na utaweza kudownload game hilo ambalo ndo game bora kabisa la mpira wa miguu mpaka sasa hivi, jinsi tunavyoongea leo, halina mpinzani, japokuwa alishawahi kuwa na mpinzani wake. Ndo tunataka tumwelekeze namba mbili. Em, ngoja tuone game namba mbili bora kabisa la mpira wa miguu ambazo umeweza ukale download leo. Fuata hiyo mishale kisha andika maneno yafuatayo kama jinsi nilivyoandika. Hili ndo gemu namba mbili ambalo pia ni bora kabisa la kucheza mpira wa miguu kwenye simu yako, kisha utakliki hapo kisha hapa utaweza kudownload game hili na utaanza kulicheza kwenye simu yako. Kumbuka ukishali download litajako simu yako, kisha uta istore, yani uta utagusa hiyo istore, kisha utaanza kucheza. Namba moja hii, ngoje nikuonyesha namba mbili hii, ndio njia pili pia ya kudownload, utakliki tu hapo kisha itakupeleka moja kwa moja Play Store na utaanza kudownload game hilo hapo, na utaliinstall kwenye simu yako, na utaanza kulicheza game hili kwenye simu yako. Kumbuka magemu haya ni bora ndaa, yamebakia kuwa bora mpaka sasa hivi, hayana mpizani, mpinzani kwenye simu, au sio? I say, leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya ku download magame original kwenye simu yako, na hii ndio njia sahihi ya kupata magame OG. Tutakutana muda mwingine.